Unajua, mtu akiniuliza kwa nini nije Palacha. Kwanza leo dunia ilivyo, watu wanatafuta amani ya akili. Waweze kwenda weekend wakapumzike mahali. Wewe ukinunua kiwanja chako hapa Palacha, unaweza kujenga getaway fulani ya weekend. Mtu anakuja anapumzika anapata malazi mazuri eh, anapata upepo mzuri wa ufukwe anaenda kula samaki, kuna laguni hapa, eh. Unaweza kupata spots ya kuenda boti, kwenye boti mambo mengi ambayo ya yanapu... Yani, kufanya akili kidogo iwe na amani. Na sasa hivi tulipo hapa internally, kama ilivyopangwa ile Palacha, hata miundombinu ndani zinaboreshwa, njia kila kiwanja inafikika, iko safi, iko smooth kabisa. Time ni sasa, wote muje mukaribishwe, na haiko mbali sana kutoka Mkuranga, ukija ni kilomita 35 tu, njia safi ya Mkuranga Kisiju, ni ni njia nzuri sana kwa hiyo kilomita thelathini na tano kutoka Mkuranga mjini umeshafika Palacha. Kwa hiyo location wise ni nzuri sana na pia ukiona hapa kwenye baharini kuna kuna kuna uh, visiwa vingi Kwale, kuna mahali unapata nini lobsters, fishing fishing pia inafanyika kwa zuri sana kwa hiyo kuna vitu vingi vya kufanya hapa Palacha. Usikose kupata kiwanja chako hapa, karibu sana.